Tunapozungumza amani, kuna wengine wamekuja na hoja, hasa katika mazingira ya siasa ya sasa. Nikisema mazingira ya siasa ya sasa, mnielewe, na hoja hii inaenezwa kwa malengo maalumu. Hoja yenyewe, wanasema, nyinyi viongozi wa dini, nyinyi mashehe, nyinyi maustadhi, mbona mnazungumza kuhusu amani na utulivu, lakini hamzungumzi kuhusu haki Mbona hamzungumzi kuhusu kuimarisha demokrasia na misingi yake? Msizungumze kuhusu amani tu, zungumzeni pia kuhusu haki. Waambieni wakubwa watende haki, amani ni matunda ya haki. Hamuoni kama hatuna haki? Hii ni hoja huletwa, na mmeisikia katika majukwaa ya kisiasa na katika mitandao na sehemu nyingine. Maneno haya yanasikika sana, bali mpaka kutoka katika baadhi ya nyumba za ibada, kuonesha kwamba hali ni mbaya sana, uonevu ni mkubwa sana, ukatili ni mkubwa, nchi haipo sawa, kuna utekaji, watu wanapotea. Watu washasahau miaka mitano minne iliyopita, hapo wananchi wa nchi hii walikuwa wakiishi katika mazingira gani? Sasa hivi nchi haipo sawa, nchi hainywi maji Unapozungumza amani, unaambiwa sema haki. Kwa nini hamsemi haki? Nyinyi mnasema amani tu. Bwana mmoja ni askofu mkubwa, tena ni maarufu, simtaji jina kwa leo. Anazungumza sana, anaandika sana. Hivi karibuni aliandika maneno yake, na washabiki wake wakayachukua wakapanda nayo katika majukwaa ya kisiasa, wakayaeneza. Akasema hivi, kuna mambo hayako sawa kuna mambo yanatuunganisha wote, bila kujali itikadi, dini, jinsia, kabila, hali ya mtu kiuchumi, ufupi au urefu wa mtu kama mimi, haya yote yanaunganishwa na neno haki, au kwa Kijaluo justice. Kuna mambo kumi hayako sawa kwa sababu moja, hivi sasa mtu anapozungumza haki anatazama yeye ni dini gani, badala ya kusikiliza anaongea nini. Yaani sasa hivi katika mazingira ya siasa ya sasa mtu akisema haki tu, huyu ni dini gani? Huyu umenielewa eh? Namba mbili, anasema mtu akiongelea haki anatazamwa ni wachama gani, badala ya kusikiliza anaongea nini. Akasema namba tatu, namba nne, namba nane. Akasema yaonekana kuna dini inayohubiri amani bila kuhubiri haki na kuna dini inajifanya kuhubiri haki bila kuhubiri amani. Mimba ya haki ni amani, lakini amani bila haki ni tasa. Namba kumi. Akasema, rais ni wetu sote, anaongoza wapenda haki na wapenda amani. Hatuna shaka na mahaba yake kwa amani, wapenda haki wanasikia baridi. Tulimsikia akiapa kuongoza kwa haki, bahati njema haki ilimbeba. Akiibeba kama ilivyombeba amani, itafurika kama bwawa la Mwalimu Nyerere, haki na amani vipeane busu. Haya ndiyo yanayoelezwa katika mazingira ya sasa na kwamba eti tukizungumza kuhusu amani sisi hatuzungumzi kuhusu haki, na kwamba kuna dini sasa hivi hiyo dini inazungumza amani tu, imesahau kuzungumza kuhusu haki. Ni muhimu sana katika mazingira ya sasa kulifafanua jambo hili. Tukinyamaza, propaganda hii itaenea na itaonekana ni kweli, na kwamba kuna dini haizungumzi haki, na bila shaka makusudio yao ni dini yetu ya Kiislamu. Mimi naweza kuyajibu mambo haya kwa sehemu tano. Haya mambo yanahitaji ufafanuzi, makamu ya khutba ni fupi sana na sitaki kuwachosha. Lakini hii hoja ya kwamba sisi tunazungumza amani lakini hatuzungumzi haki, naweza kuijibu kwa nukta kama tano, kwa haraka haraka. Ya kwanza, tunasema sisi ni kweli haki, bali na kuongezea kabisa, mimi na uadilifu, sio haki tu, ni vitu vinavyoimarisha jamii na kuleta ustawi mzuri. Ni kweli haki na uadilifu ni msingi muhimu katika kuleta amani katika jamii hiyo tunakubali. Namba mbili, sisi Waislamu tumezungumza tunazungumza na tutaendelea kuzungumza kuhusu haki na uadilifu. Vitu viwili hivi vinabeba sehemu kubwa ya maisha yetu ya kijamii, bali ndiyo sababu ya kutumwa mitume na ndiyo sababu ya kuletwa vitabu. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema lakad arsalna rusulana bilbayinat wa anzalna maahum lkitaba walmizana liyaquma nnasu bilqist kwa hakika tuliwatuma mitume wetu kwa dalili za waziwazi na tukateremsha kitabu pamoja nao na mizani ili watu wasimamie uadilifu hakuna dini imezungumza kuhusu haki kuhusu uadilifu kuliko dini ya Kiislamu haki katika Uislamu zimeelezwa kwa ujumla na zimeelezwa kwa upambanuzi, ndio zikaelezwa haki za wazazi, haki za watoto, haki za ndugu, haki za mume, haki za mke, haki za wageni, haki za raia, haki za kiongozi. Na Mtume akatusisitizia kwamba kila aliye na haki apewe haki yake, fa a'ti kulli bi haqqin haqqahu, mpe kila mwenye haki, haki yake. Uadilifu umeelezwa sana katika Uislamu bali tumezungumza na uaminifu. Kadhalika, mara nyingi tumezungumza kuhusu uaminifu, na katika khutba zetu, katika mihadhara yetu, katika kalima yetu, ni mambo yanajiri sana kuzungumza kuhusu haki, kuhusu uadilifu, kuhusu uaminifu. Uaminifu katika miamala ya biashara, uaminifu katika mali walizoaminiwa watu, ziwe ni kazi binafsi au kazi za umma. Ukipewa nafasi na mtu kumsimamia mgahawa wake, fanya uaminifu. Ukipewa nafasi katika serikali fanya uadilifu, usiibe mali, usidhulumu. Haya ni mambo tumeyazungumza kila siku. Kusema kuwa eti kuna dini sasa hivi haizungumzi haki, hii ni hoja isiyo ya msingi na ni propaganda dhaifu. Namba tatu, sisi Waislamu katika suala la kudai haki tuna miongozo, tuna taratibu na maulamaa wetu ndiyo wapimaji wa maslahi na kutoa maelekezo ya utaratibu gani ufuatwe kuhusu jambo husika, na maelekezo hayo hawayatoi vichwani mwao, bali wanayatoa katika mafundisho ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Inapokuwa kuidai haki au utaratibu wa kuidai haki kutavunja amani, basi maslahi ya amani hutangulizwa. Kwa nini? Kwa sababu ushahidi unaonesha kuna watu walikuwa na madai ya msingi ya haki, wakadai kwa utaratibu walioona wao unafaa, wakaivunja amani, wakaikosa haki na wakaikosa amani. Kwa hiyo tunawaambia sisi, katika Uislamu tuna utaratibu, hatuendi kivoloa voloa. Ndio utaona katika nchi hii Waislamu wana madai mengi ya msingi ya haki kabisa ambayo watu wengine wasingeweza kuyavumilia lakini wao wameyavumilia. Kwa nini? Kwa sababu mashehe wamesisitiza kuhusu amani, walipoona maslahi ya amani ni makubwa, wakawaambia watu haya, mambo haya yanavumilika, kama hayakutekelezwa leo, hayakutekelezwa kesho, yatatekelezwa baada ya miaka kumi, baada ya miaka ishirini, lakini amani yenu mnayo. Kwa hiyo mashehe wana wavioni wetu wanaangalia maslahi katika jambo hili, na hata waislamu wengine walipojazibika wakataka kuleta vurugu na kuingia kwenye mambo ya maandamano, mashehe wamesimama kidete kuwaambia: Aa, a huo sio utaratibu wetu, tuna utaratibu. Kwa hiyo nyie msiseme tu hamzungumzi kuhusu haki, sisi tunapita kwenye mifumo kuangalia maslahi ya watu ndio utakuta sehemu yoyote ambayo kuna msikiti, kama kuna vurugu, watu wamesalimika. Kadhalika, walipokuja vijana wenye fikra za kikhawarij na mambo ya kigaidi, nyinyi mnajua, na madai makubwa ya vijana hawa ni masala ya uonevu, masala ya haki, masala ya hivi. Yalipokuja mambo haya, mashehe wetu walisimama kidete katika kuyakataza, tena katika mazingira magumu. Kwa nini? maslahi ya amani na utulivu katika nchi yalitakiwa kutangulizwa. Mimi nawaomba hawa wanaosema sasa hivi ni watetezi wa haki, na kwamba sisi Waislamu hatuzungumzi haki, twazungumza amani, nawaomba hawa watetezi, na bahati nzuri sasa hivi tuna watetezi mpaka kutoka nje ya nchi wanaokuja nchini na kukaa kwenye mahoteli ya kifahari, twawaomba watetezi wa haki nyie, ambayo mnasema haki, ili tujue mnasema haki kweli hebu pandeni na hoja hizi ndani ya majukwaa yenu, hata mara moja moja mseme hoja ambazo Waislamu wamezitoa kama ni haki zao zilizodhulumiwa. Ya kwanza, mwaka tisini na mbili serikali iliingia mkataba na makanisa kwamba serikali itayapa makanisa pesa za kuendesha miradi ya kijamii, kuendesha mahospitali na shule, makanisa peke yake. Waislamu hawakuingizwa katika mpango huu. Toka mwaka tisini na mbili mpaka sasa, serikali inaendelea kutoa kodi za wananchi kuyapa makanisa, hawajawapa Waislamu hata pale Waislamu walipodai na kulalamika kwamba haki hii wameikosa. Nyie watetezi wa haki, pandeni katika majukwaa ya kisiasa, simameni katika madhabahu, andikeni katika mitandao ya kijamii kwamba serikali hamfanyi haki Waislamu wanahitaji kupewa nao mali na mgao wa nchi hii kama walivyopewa makanisa tangu mwaka tisini na mbili mpaka sasa. Tutajua kweli hii ni watetezi wa haki. Hilo moja. La pili, Waislamu wamelalamika kuhusu fursa za elimu, wakailalamikia baraza la mitihani kwa muda mrefu na wakatoa hoja. Wamelalamika kuhusu udahili wa wanafunzi wa Kiislamu katika vyuo vikuu. Kuna vyuo vikuu vya umma Tangu kuanzishwa kwake mpaka hapa havijawahi kudahili hata asilimia ishirini ya Waislamu, tangu huko mpaka sasa ni chini ya asilimia ishirini Waislamu wamelalamika hili, hii ni haki, tunakubaliana sote, huwezi kuikataa. Naomba nyinyi watetezi wa haki mnaosema kwamba sasa sisi hatuzungumzi haki, twazungumza kuhusu amani tu, tumesahau haki, pandeni na hoja hii museme. La tatu, ajira serikalini Waislamu wamelalamika kuhusu kunyimwa nafasi za ajira serikalini. Ofisi zote za umma ukiingia, basi huwezi kuwakuta Waislamu wengi kuliko Wakristo. Naomba mpande na hoja hii mwiseme, nyiye watetezi wa haki, ambao mnaona sisi kusisitiza amani na utulivu katika nchi eti hatuzungumzi haki. Hii ni hoja ya msingi, pandeni nayo. Namba nne, teuzi za serikali, mawaziri, manaibu mawaziri makatibu wakuu, manaibu makatibu wakuu, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya wahesabuni. Halafu mpande mwilaumu serikali, mumchachafye rais anapotoa PDF kutoka Ikulu, kachagua watu kumi, Waislamu wawili tu, mmwambie bwana mbona Waislamu umewaacha? Tujue kwamba nyinyi kweli mnatetea haki. Na sina wasiwasi wowote, PDF yoyote itakayotoka haiwezi kuwa na Waislamu wengi. Waislamu kama wamechaguliwa watu kumi, Waislamu wakiwa wanne, utazisikia kelele huko katika mitandao ya kijamii, ni kama umechaguliwa umma mzima. Watu wanapiga kelele kuhusu nafasi za uteuzi na za ajira, mpaka katika makampuni binafsi. Kuna kampuni binafsi ya Mwislamu hivi juzi juzi, imechachafwa kweli kweli kwamba kweli, eti imewapa ajira Waislamu wengi. Kampuni binafsi miliki ni Mwislamu, na ina mchanganyiko wa kutosha, lakini ni maneno na vita na kutaka kuleta tabu katika nchi. Jambo la tano, yako mengi, mimi nataka wapande na haya ninayoyasema. Jambo la tano, mahakama ya kadhi. Chama cha Mapinduzi kiliwaahidi waislamu kwamba kikipata madaraka kitawapa mahakama ya kadhi. Kikapata madaraka, waislamu wakakichagua. walipokiuliza kuhusu mahakama ya kadhi Kanisa likakiambia chama hakuna mahakama ya kadhi. Kwa nini hakuna mahakama ya kadhi? Kwa sababu mahakama ya kadhi itatumia pesa za wananchi wote. Wamesahau kwamba tangu mwaka tisini na mbili pesa na mgao wa serikali kutoka kwa wananchi wote unakwenda kwenye makanisa pekee. Tunawaomba watetezi wa haki mnaosema kwamba sasa hivi sisi hatuzungumzi kuhusu haki, tuzungumza kuhusu amani tu, Pandeni na hoja hii, mseme kwamba hii hoja ya kwamba zitatumika pesa za umma si hoja ya msingi, kwa sababu tangu hapo kuna dini moja pekee yatumia pesa hizo bila ya ushiriki wa dini nyingine. Jambo la mwisho, OIC, Organization of Islamic Conference, serikali ilijiridhisha kwamba Tanzania kujiunga na OIC hakuna shida yoyote, kama zilivyojiunga nchi nyingine ambazo si za Kiislamu. Waziri wa mambo ya nje akayazungumza hayo bungeni, kanisa likamkatalia waziri. Waziri baada ya wiki mbili akarudi bungeni, akasema serikali haitaki kusikia kuhusu OIC. Haya ni mambo na mengine mengi ambayo waislamu wanayo, ndio wameyasema, na si mambo madogo. Leo mtu akisema kuwa mashehe semeni haki, msiseme amani. Mnaonaje mashehe wetu wakachukua miezi mitatu sasa, kila msikiti, kila swala ikazungumzwa kuhusu haya mambo machache niliyosema mimi, ikawa hakuna mashehe kuzungumza kuhusu amani tena, ikawa mashehe wanazungumza kuhusu haki, wakazitaja hizi habari, hii nchi itakalika, haiwezi kukalika. Lakini haya mambo mashehe pamoja na ukubwa wake wameyatuliza na kuwaambia watu wafanye subra. Mwenendo wowote unaweza ukaliharibu haya mambo. Ni mambo ya kawaida yanaweza kubadilika huko mbele, tusivuruge amani yetu katika hali ya sasa. Ikiondoka amani hii, hakuna mbadala wake. Kuna nchi zina miaka 30 na sasa zaitafuta amani haziipati. Sasa nyii leo katika kutafuta vyeo vyenu vya kisiasa, maana hizi haki zinazodaiwa ni kutafuta vyeo vya kisiasa au maslahi ya kipesa. Kuna mkato fulani umekatwa, sijui bandari. Sasa hivi mambo yako mazuri, mambo ya figisu hakuna. Au chuki za kidini kwamba rais sasa ni Mwislamu, ndio watu wanazungumza maneno makali, maneno ya uvunjifu wa amani, bila ya kujali hii si sawa. Kwa hiyo nukta ya tatu, katika nukta nilizokuwa nasema ni kwamba sisi katika Uislamu tuna utaratibu, na ndiyo maana kuna mambo mengi yametulia, nchi inakwenda vizuri, mashehe wametulia nayo. Jambo la nne, kwamba sisi hatuzungumzi kuhusu demokrasia. Sisi dini ya kiislamu ina utaratibu wake. Dini ya kiislamu sio ngoma iko kwamba kuna kitu kimeletwa huko demokrasi. Jamani, demokrasi, demokrasi si katika mfumo wetu. Yapo yapo mambo katika demokrasia yapo katika Uislamu, lakini kuna mambo sisi hatuyakubali. Unaposema wengi wape, sisi hatukubali kuhusu wingi. Allah anasema wa in tuti akthara man fi lardhi yudhilluka an sabili llah, ukiwatii wengi waliopo katika ardhi watakupotosha na njia ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jambo la tano, kama makusudio yao kwamba sisi sasa hivi hatuhubiri haki kwa sababu hatumshambulii raisi hadharani, kwamba walitaka tumshambulie raisi, tumwambie tenda haki, fanya hivi. Tunawaambia sisi katika Uislamu tuna utaratibu na tuna mafunzo kutoka kwa mtume wetu Muhammad, sallallahu alayhi wasallam Mafunzo yenyewe ni kwamba unapotaka kumnasihi mtawala, basi usimnasihi hadharani. Mtume anasema, mshike mkono wake, kaa naye faragha, zungumza naye, akiyapokea sawa, akiyakataa basi. Huo ndiyo utaratibu wetu, kwa kuchunga maslahi mapana. Kwa hiyo kama mwafikiri tunatakiwa tusimame, tuseme, tushambulie, hiyo siyo manhaji ya Uislamu, wala siyo manhaji ya salafu. Mtawala hanasihiwi hadharani, dini yetu ina utaratibu. Na nyinyi fursa mnapata, bora sisi, hatuzipati hizo fursa za kutanata. Ii, mnapata fursa, mkaitwa Ikulu, zungumzeni naye. Huo ndio ujasiri, kwamba hapa umekosea, hapa umekosea, hapa umekosea, kwa faragha. Sio muitwe halafu au mpate fursa ya kumuona halafu hamuitumii fursa hiyo, mkirudi kwenye madhabahu Mkirudi kwenye majukwaa ya kisiasa mkirudi kwenye huk, ndio mshambulie kwenye mitandao ya kijamii. Hiyo siyo sawasawa sawa.